Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya faraja, katika kipindi hiki cha tafakari juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo kulingana na ripoti tunayoona katika Sande ya Torino, leo ikiwa, ikiwa ni siku ya kumi na tisa ya Kwarezima, kipindi kinacholetwa na Padre Stanslaus Mutajwaha wa mkurugenzi wa shule ya Kwa Uso sekondari iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika sande ya Torino, huyu tunayejua kwamba alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe na hotele, huyu mwenye huruma isiyojua mipaka yoyote. Basi leo ikiwa ni siku ya kumi na tisa, tuangalie juu ya kifo cha huyu mtu. Uhakika wa kifo chake ukoje? Ntaanza na nukuu: sanda ya Torino ndicho kitu pekee kinachotoa picha nzuri ya Kristo kupita zote na onyesho bora la mateso yake. Mwisho wa nukuu. Ni maneno ya mwandishi mmoja naitwa Paul Gasteno. Mtu wa sanda alikufa kweli, alikufa kifo cha msalaba. Nadharia kuhusu ni mabadiliko gani hasa yaliyomsababishia kukata roho zinatofautiana. Hata hivyo, madaktari wengi wanasema kwamba mtu huyu alikufa kwa sababu ya kukosa hewa. Katika kuzumia kwake, aliminamisha kichwa na kukata roho. Ubavu wa mtu wa sanda. Awali ya yote Uchunguzi wa madoa kwenye ubavu wa mtu wa sanda unaonyesha aina mbili za ute uliotoka ubavuni. Aina ya kwanza ni damu. Hii ni damu itokayo mwilini baada ya kifo cha mtu. Hii inaitwa postmortem blood. Halafu kinaonekana aina nyingine ya ute. Hii hii ni laini zaidi, karibu bila rangi ni uti wa damu yaani serum, ambayo kwa lugha ya kawaida mtu angeweza kuita maji. Jambo hili linafanana kabisa na tukio lile analolishuhudia mwinjili Yohani aliyekuwa karibu na msalaba wa Yesu askari alipomchoma moyo wake. Basi Yohani anashuhudia hivi: lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki na mara kukatoka damu na maji. Naye aliyeona ameshuhudia na ushuhuda wake ni kweli, naye anajua kwamba anasema kweli. Ni maneno tunayosoma katika Injili ya Yohani sori ya 19 mstari wa 34 hadi mstari wa 35, pamoja na sababu nyingine kadhaa Hali ya kifo cha mtu wa sanda inathibitishwa kwa kuzingatia alama za kukamaa viungo vya mwili wake, kufuatana na mabadiliko yanayojulikana kwa wataalamu waupelelezi wa, wa, tiba kama rigor mortis. Watafiti bingwa wanasema kwamba vipimo vya mtu wa sanda vinaonyesha kwamba kwenye picha ya mbele, umbali kati ya kidevu na mfupa wa kidali ni mdogo mno kwa mtu wa kipimo chake aliyesimama wima, ambavyo umbali kutoka kichwani kupitia kisogoni mpaka mgongoni utakuwa usawa kidali, ni mrefu zaidi ya matarajio. Tafsiri ya vipimo hivyo ni kwamba mtu aliyefunikwa ndani ya sanda alikuwa ameinamisha kichwa. Ni kwa sababu kama alivyokata roho ameinama ndivyo pia kichwa chake kilivyoendelea kuinama wakati mabadiliko ya kukamaa yalivyokuwa yakichukua mkondo wake. Aliteremishwa msalabani katika hali hiyo, akalazwa na kufunikwa ndani ya shuka hiyo vivyo hivyo, na hatimaye akazikwa ameinamisha kichwa. Sanda inaonyesha kwamba muda mrefu kidogo baada ya kifo chake mtu wa sanda alitobolewa ubavu wake kwa mkuki. Vipimo nyeti zaidi vinathibitisha kwamba mara baada ya ubavu wake kutobolewa kulifuata mtiririko wa damu na maji. Matukio hayo mawili katika kufuatana kwao, yanamfanya mtu akumbuke ushuhuda wa mwinjili Yohani kwamba askari alimchoma Yesu mbavuni kwa mkuki na mara ikatoka maji na damu hii ni katika injili ya Yohani, sura ya 19 mstari wa 34b. Askari akumchoma kupata damu wala maji, bali alitaka kuhakikisha kifo cha msulubiwa, maana hata kama amezimia hatazinduka tena milele baada ya moyo kutobolewa uthibitisho wa mwisho kwamba mtu wa sanda amekufa kweli kweli, amekufa kwa uhakika. Mkuki ulichomekwa kifuani kupitia kati ya ubavu wa tano na sita upande wa kuume, ukasafiri kuelekea kushoto mpaka moyoni. Katika mabano, hapo tunaweza kuongeza kwamba jambo linalompatia furaha mtafiti muumini sio kwamba mtu huyu kweli amekufa, bali ukuu wa ushuhuda unaofuatia kwamba huyu aliyekufa kweli alifuka kweli. Ndicho kiini cha maneno ya Petro Mtume siku ya Pentekoste tuliyochagua yetumike kama uti wa mgongo wa mazungumzo yetu yote kwa siku 47 na saba za tafakari yetu hii, nayo ni haya ambayo inasikia katika ule wimbo ambao utafuata tafakari yetu ya leo. Huyu Yesu Mungu alimfua na sisi sote tu mashahidi wake. Haya yanatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 32. Furaha ya kumwona mzima aliyekuwa amekufa kweli hailinganishwi na ile ya kumwona mtu mwingine aliyezinduka kutoka katika hali ya kuzimia tu jera inaonyesha kwamba mkuki uliotumika kumchoma ulikuwa na upana wa sentimita 4.5 kwenye sehemu yenye mapana makubwa zaidi. Ni mkuki ulioitwa lancea katika Kilatini au longe katika lugha ya Kigiriki. Basi tumalizia hapo na nawashukuruni sana wasikilizaji wa Radio Mbiu Sauti ya Faraja, na kesho tutaweza kuangalia wazo lingine ambalo litagusia fumbo la utengenezaji wa picha hii. Asanteni sana wasikilizaji, na Mungu awabariki.